Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro, napenda tenda nishangilie sana Kilimanjaro. Kilimanjaro ni salama, mkoa umetulia, hakuna tukio lolote ambalo linawafanya wananchi wasifanye shughuli zao wakujiletea aswali mwaka jana, Mheshimiwa Rais, tumetoka kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa vijiji na vitongoji. Mheshimiwa Rais, mkoa wa Kilimanjaro ulishinda kwa asilimia i n noktambini saa

bilioni mia tisa hamsini na sita nukta sita tatu ambazo zimefanya maendeleo makubwa katika kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Pesa hizo zimefanya miradi elfu moja mia tatu sitini ya maendeleo katika nyanja zote. Mheshimiwa Rais, kati ya miradi hiyo, kwa kweli napenda nichukue na maskini kwa niaba ya wananchi hawa wa Mkoa wa Kilimanjaro, nikushukuru sana kwa mradi mkubwa wa maji ambao umewaletea wananchi wa Same na Mwanga katika mkoa huu wa Kilimanjaro. Mradi huu mkubwa wa muda mrefu viongozi wa kuushangilia

unatufanyia kwa sababu unatupenda, wala Kilimanjaro na sisi mtu wa rais tumeshasema, tuna deni kubwa sana kwako na deni